Yes, yes. Alianza toka jana na ushahidi usio na kipingamizi. Hata hapo nje nilipofika naye asubuhi akasema, huyu jamaa jana alifika na watafuta watu wa Chadema, basi umeshampata mwenzako. Kwa hiyo tulipofika hapa asubuhi aliomba, na tulipopanda juu kule aliomba sana, lakini nikamwambia azime simu yake kwa sababu sehemu ya mahakama hairuhusiwi nikamwambia tuteremke chini ukaombe. Akaniambia hapana, mimi naangazia kutoka juu hapa nilipo, kani Mungu alipo nionyesha pa kufanyia maombi yangu. Kwa hiyo akaanza kupiga sala pale, akasema, mimi nimefunga ila huyo Lissu simjui mimi. Nikamwelekeza utamuona, akasema huwa anamuona kwenye picha. Akasema hakika hakika, Mungu huyu aliyenituma, Lissu ameshinda kesi mapema leo, mapema leo. Kwa hiyo sasa baada ya majaji kwa wameingia, nadhani kwa kutofahamu kwamba utaratibu wa mahakama ukoje, akasimama akawambia majaji, ni ni mahakimu milioko hapa, ni waamuzi, mimi nimetumwa na sauti ya Mungu, mwachilieni huyu mtu, mwachilieni huyu mtu, mwachilieni huyu mtu, huyu ni mtu wa Mungu, mimi nimetumwa kuambia nyiye waamuzi mliokaa hapo. Ndio wale askari mapeeza wakawa wamemchukua kwa hiyo sana wakati wanamvuta alikuwa na Biblia ya yake hii hapa na kwenye kimkoba kim chake mle kuna daftari na simu ivyo vitu alivyo navyo lakini yeye anasema ni watu walioteuliwa wa mwisho na Askofu Moses Kulola yeye ni mwenyeji wa Shinyanga ila anafanya shughuli zake za maombi Rufiji hiyo ndio hapana yeye wa, ni mtu amesema ni nabii